Majina kamili, naitwa Winnie Kananu Joshua na nimefanya kozi ya mawasiliano kwa mengi asta shahada, ama inavyojulikana kama diploma in mass communication, hapa main campus JKUAT College of Human Resource kuhitimu JKUAT eh, kuna maana tofauti na katika pia misingi tofauti ambapo najua itanipa, eh, nafasi kubwa sana pale nje nikitafuta kazi, na pia mimi binafsi najua kwamba nimeweza kujifunza mengi, na isitoshe, kando na changamoto, pia najua kwamba ilinipa nafasi ya kutangamana na watu tofauti tofauti, na ambapo ni kitu moja ningesema kwamba kitalitararisha e, jinsi ambavyo nitaishi na jamii ya nje nikimaliza chuo. Uzoefu wangu ulikuwa e, m kutangamana kama nilivyosema, kutangamana na wanafunzi ikiwa ndio jambo haswa ningependa kuzungumzia, na pia kutangamana na walimu hapa na kule, kujifunza mengi, kutumia maabara na pia kuhakikisha kwamba nimeweza kujiunga katika sekta tofauti za michezo pia pamoja na e, uongozi na pia ningesema kwamba ni jambo ambalo ningesema limenipa haswa ile experience ningekuwa nahitaji pale nje. Kwanza kabisa ningeanza na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa umbali alionitoa na ambapo nimefika. Ya pili ningependa kuwashukuru wazazi wangu. E, ya tatu ningependa pia kuwashukuru walimu ambao wamekuwa kitangamana nasi na pia ningependa kuwashukuru sana sana wanafunzi ambao tumekuwa tukisoma nao ambao walinisaidia kusawazisha kazi ambazo tulikuwa nazo pale na pia kuhakikisha kwamba maisha hapa kampas hayajakuwa magumu sana. Baada ya kuhitimu masomo napanga bado kuendelea na masomo zaidi, manake hakuna sehemu ambapo kuna bango limeandikwa usije ukaendelea na masomo. Kwa hivyo eh, katika mikakati yangu nimepanga kwamba lazima niendelee na masomo. Cha pili kutafuta kazi, sana sana katika sekta yangu ya utangazaji. Mimi mtangazaji kabisa, kwa hivyo lazima nitahakikisha kwamba nimeweza kujiunga pale na eh, jamii ya nchi, ndio ni angalau niweze pia kujua nilichokisoma hapa nitakifanyia kazi vipi siku za usoni. tulijitolea tulisawazisha na hatimaye, sasa hivi tunaweza kusherekea matunda yetu ambayo tuliyafanyia kazi. All the best guys.